Kwa maana utaitika, utege sikio lako ulisikie neno langu. Karibu ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media katika tafakari ya neno la Mungu, ambapo leo tunatafakari Dominika ya 29 ya mwaka C wa kanisa, ambapo tunaalikwa tuwe watu wa sala ya kudumu na imani isiyokata tamaa. Yesu anatupa mfano wa mjane mwenye uvumilivu ambaye alipata haki kwa sababu hakuacha kuomba. Huu ni wito kwetu sisi kuwa na moyo wa uvumilivu katika maombi tukijua kwamba Mungu anatenda kwa wakati wake. Pia katika masomo mengine, Musa anashinda kupitia sala ya mikono iliyoinuliwa. Inatufundisha kwamba sala ni nguvu ya ushindi. Paulo anamwambia Timotheo ashikamani na neno la Mungu, kwani ndilo nguvu ya uaminifu na matumaini. Karibu tujumuike pamoja, tukijua kuwa Mwenyezi Mungu ni Mungu wa upendo na kupitia sala zetu ndipo mitindo yetu ya maisha na mahusiano endelevu katika roho ya mwanadamu na Mungu huwa pamoja. Jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amani ya Bwana iwe nanyi. Karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Tutafakari masomo ya Jumapili ya 29 ya mwaka C wa Kanisa. Ningependa nitafakari juu ya nguvu ya sala na udumifu katika sala. Sala ina nguvu gani katika maisha yetu na ni kwa kiasi gani inabidi tuwe na udumifu? Inabidi tuwe na uvumilivu katika sala. Kabla ya kusoma neno la Mungu, hebu tutafakari juu ya maisha ya sala katika ujumla wake. Maana sala ni mada ambayo ni ndefu sana. Miongoni ni mwa Afrika kwenu ambao labda mmeishi na wazee au mna umri mkubwa au mmeisha simuliwa naambia miongoni mwa Afrika, sala ilichukua nafasi muhimu sana. Waafrika tangu zamani walikuwa ni watu wa sala, na kulikuwa na viashiria ambavyo vinaonyesha kwamba kweli walikuwa watu wa sala. Mfano, katika matukio muhimu sala ilihusika sana. Mfano, labda mtoto angelizaliwa katika familia, mtoto yule angebarikiwa labda na wazazi au babu yake au yake e, mfano familia wakuwa familia walibariki familia zao. Mtoto angekuwa kwa mfano na safiri, wazazi wangekuja wakampa baraka zao, wakamwekea pengine mikono labda, wakatema mate wakambariki. Lakini kwa mfano wakati wa kilimo, tunaambiwa walikuwa unakuta, kabla ya kilimo, mbegu zile wanasaa zao wanasali, wanapopanda maneno wanaongea, lakini walikuwa pia na sehemu za kuabudia, ungekuta miti mikubwa, kwa mfano milima, au mawe au sehemu ya mto na kadhalika. Kumbe kwa ufupi, naweza nikasema kwamba Waafrika tangu zamani kabisa walitambua kwamba sala ni kitu muhimu. Na kwa nini sala ilikuwa kwao kitu muhimu? Walitambua kwamba zaidi ya kuna nguvu kubwa ambayo inawazidi na ina uwezo mkubwa. Sasa majina mbalimbali waliita, wengine walisema Mungu, au kadri ya makabila mbalimbali walitumia maneno mbalimbali kuonyesha kwamba kuna nguvu iliyo zaidi yao, yaani maana yake toza tukatumia kwa maneno ya sasa kwamba kuna Mungu, walitambua hilo ojera, kwamba wengine waliabudu miungu mbalimbali mbali, lakini walitambua kwamba kuna kitu kikubwa zaidi yao na ndiyo maana wamisionari walipokuja walisema, basi tuachane na hayo tuanze kufundisha mambo ya ya Yesu, mambo ya Mungu wa Mungu, Kristo. Lakini walikuwa na dini na walikuwa na maisha ya sala, lakini katika ujumla wake makabila mengi mataifa mengi ya yakwili mwengu au watu walipoanza kuishi duniani, kadiri siku zilivyoenda, watu wengi walikuwa na namna ya kuwa na mawasiliano na nguvu iliyo zaidi yao. Na leo tuangalie Waisraeli waizene kati ya watu ambao walikuwa na maisha ya sala sana. Ndiyo maana ukiangalia agano la kale, kuna matukio mbalimbali unaona watu wanasali, au zile sala za zaburi ilikuwa ni sala zao, walikuwa nasali, walikuwa na maenda kwenye masinagogi wanasali miaka mingi hata kabla Yesu kuzaliwa. Sasa baada ya maneno hayo machache, sasa hebu tuone sasa hatua moja wapo ambayo inahusisha sana kwa Wayahudi. Tusome kitabu cha Kutoka sura ya 17 mstari wa nane mpaka wa 13. Kitabu cha Kutoka sura ya 17 mstari wa nane mpaka wa 13. Wakati ule Waamaleki wakatokea wakapigana na Israeli huko Refidimu. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu, ukatoke ukapigane na Waamaleki; kesho nitasimama juu ya kilele kile, na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Amaleki; na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Ikawa, Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda; na aliposhusha mkono wake, Amaleki walishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito; bali wakatwaa jiwe, wakaliweka chini yake akalikalia. Haruni na Huri wakategemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu mikono yake ikadhibitika hata jua lilipokuchwa. Yoshua akawaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Neno la Bwana. Unaona, Waisraeli walipokuwa na safiri kutoka nchi ya Misri kuelekea nchi ya ahadi walifika jangwani, na walipofika katika eneo hilo la jangwa walikutana na kabila moja ila Waamaleki walikuwa ni watu wa jangwani, na walikuwa na uwezo mkubwa wa kupigana, na walikuwa wakali sana, wanapigana na hao Wayahudi. Sasa Musa akaona kwamba lazima tumuombe Mwenyezi Mungu hapa atusaidie, kwa sababu kwa nguvu zetu wenyewe pengine hatuweze. Ndio naona Musa akaamua sasa ende na Haruni na Huri wapande mlimani kusali kwa Mwenyezi Mungu, na tumesikia lugha iliyotumika kwamba Musa alipoinua mikono yake, maana yake alipomwelekeza Mwenyezi Mungu e, e, katika sala alipoinua mikono yake kumwomba Mwenyezi Mungu, Waisraeli walishinda, Wayahudi walishinda vita hiyo. Alipoishusha, maana yake alipoacha kusali, walishindwa. Lakini unaona kilichofanyika akakaa kwenye jiwe Huri na Haruni wakaishika mikono yake wakamtegemeza, maana yake wakaendelea kwenye sala na wao wakaungana na Musa katika sala, na baadaye wakaendelea kushinda vita hiyo. Hii inatufundisha nini? Kama nilivyosema, cha kwanza tumtegemee Mwenyezi Mungu mwne. Hapo walimtegemea Mungu katika vita, lakini mimi naweza nikasema katika vita ya maisha katika shida zetu, lakini zaidi ya hapo, katika mambo hata ambayo ni mema, mambo ambapo tuna amani, wakati ambapo hatuna shida yote, ile bado tuendelee kuinua mikono yetu kwa Mungu, kuungana naye katika sala, tumshukuru, tumuombe, tuwe na mahusiano naye. Lakini cha pili, tudumu katika sala. Ile vita ya Waamaleki na Wayahudi si kwamba ilisha siku moja, si kwamba Musa alinua mikono yake kwa siku moja kumwomba Mwenyezi Mungu pamoja na, na Haruni na Huri. Hapana, bila shaka ilikuwa ya siku kadhaa, walidumu katika sala. Ni kielelezo kwako na kwangu, kama familia, wewe mwenyewe katika familia yako, katika jumuiya yako, kwamba tudumu katika sala. Kuna changamoto huwa tunaipata wanadamu, maelekeo yetu tunamwendea Mwenyezi Mungu kama mtu ambavyo labda anaenda benki anachukua kadi yake labda anaingiza kwenye atm mashine anapata pesa, au Mungu, mtu anaenda kwenye tap ya maji anafungulia anapata maji. Tunapenda tupate majibu ya papo kwa hapo, lakini wakati mwingine Mungu ana namna anatujibu sala zetu, na pengine Mungu anaweza akatujibu kwa namna ambayo pengine hatujui labda tunaomba kitu lakini Mungu akaona hiki labda nikupatie ni kitu kingine, au Mungu akataka udumu katika sala, au Mungu aone imani yako kwako ikoje. Unaona kwamba inabidi tudumu katika sala, tusikate tamaa. Mara nyingi huwa mimi na wewe tunakata tamaa na hasa pale tunapoona Mwenyezi Mungu hajibu sala zetu, na hasa tunapokuwa katika shida, hapo ndipo kazi kwa kubwa zaidi tunapo oskata tamaa na kuona labda kwamba Mwenyezi Mungu hasikilizi sala zetu, na pengine tukaenda kwa nje ya Mwenyezi Mungu, tukaanza kutegemea vitu vingine. Lakini kitu kingine ambacho na nakiona ni umoja katika sala. Musa alinua mikono yake, lakini Haruni na Huri wakaungana naye pia katika sala, sala pengine isio yetu pekee yetu, kwanza tuwaombee watu wengine, lakini vile vile tusali kama familia. Unaweza tukasali kama familia moja, tukasali kama jumuiya, tukawahusisha na watu wengine, tukaungana nao katika sala. Niliingia katika nyumba moja ya masista wa Usura, nilifarijika sana katika nyumba hiyo niliyofika e, e, na kusalimia masista wale waliniambia kwamba tangu asubuhi mpaka usiku, lazima kanisani awepo sista mmoja na hesari. Kumbe wengine wanaweza kuwa na shughuli mbali mbalimbali, lakini Yesu pale wa ekarista wezi kuachwa, lazima awepo sista na sali, anaweza kari sali moja au mawili akienda sasa kwenye shughuli nyingine, mwingine mwingine na, na wakati mwingine anakuwa na sala za pamoja. Kwa hiyo pa kuna muunganiko wa sala au wenyewe wanajiombea, lakini kuna watu na wafahamu kabisa ambao unakuta kwa mfano wametengeneza kama mnyororo wa sala. Nilikuwa naongea na mama mmoja siku si nyingi, ananiambia walikuwa na ndugu yao anaumwa sana, wakaamua wasali karibia takriban siku mbili sala isiyokatika, kuwa akapea na muda, na si kwamba wako pamoja, wanaishi sehemu mbalimbali wakapeana muda huu, labda naishi Njombe, Dar es Salaam, na mwingine wapa Kenya, wapi, wakapeana muda, kila mtu na masaa yake, kwa inapokuwa ni muda wako labda saa moja mpaka saa mbili unaacha shughuli zote na sali, unapomaliza yule mwingine na mwenyewe kula hii pangiwa muda unaofuata atakia, kwa siku mbili na sali, wakiunganisha sala zao ili Mwenyezi Mungu aweze kuponya huyo ndugu yao. Sali sali, lakini vile vile tunaposali kwa pamoja basi ni kitu ambacho ni kimoja na Yesu mwenyewe alisema wawili au watatu wakiunganika kwa pamoja niko katikati yao. Lakini tukisonga mbele, wimbo wa katikati kwa Jumapili ya 29 unatuleta kwenye sala ya Zaburi ya 121. takuomba ukipata muda na utaupata, usome Zaburi ya 21, inasema hivi: nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana, aliyezifanya mbingu na nchi. Asiwache mguu wako usogezwe, yeye akulindaye asisinzie. Naam, hata sinzia wala hatalala usingizi, yeye aliye mlinzi wa Israeli. Bwana ndiye mlinzi wako; Bwana ni uvuli, usimama mkono wako ume jua halitakupiga mchana, wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Msaada wangu katika Bwana, aliyezifanya mbingu na nchi. Wataalamu wa Biblia wanatuambia kwamba zaburi hii ilikuwa ni sala yo ilikuwa inaimbwa wakati mahujaji walipokuwa naenda hija Yerusalemu. Wanasema safari hiyo ilikuwa wakati mwingine ni ngumu, barabara haikuwa nzuri, kuna mabonde mabaya, lakini vile vile walipokuwa napita mahali, sio kama siku hizi, kuna wezi na kuna wanyama wa kali. Kwa mtu anafika mahali anasema, sasa nitaweza kweli kufika kwenye mlima wa Mungu Israeli kuabudu, kufanya hija yangu? Katika mazingira haya ya wanyama wakali, mabonde haya, barabara mbaya, majambazi waliomo hapana, msaada wangu u katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi, atanilinda. Wanaimba, wanasali, unaona. Na hii zaburi, na sisi tujishikamanishe, tuungane na mtu huyu aliyetunga zaburi hii, katika wimbo wao huu, katika sala ya zaburi, tuseme kwamba msaada wangu katika Bwana Tunaposafa safiri tunapofanya hija ya maisha yetu ya hapa duniani, hebu na nasi tuseme kwamba msaada wangu katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Atulinde na shida zote, nguvu za Shetani, hatari za kiroho na za kimwili, tuweze kusafiri salama katika safari yetu ya hija, katika shughuli zetu zote tunazozifanya, tukiwa tumeungana na katika sala msaada wetu uwe katika Bwana. Sasa, somo la pili sitalisoma, ila nikuombe ulisome tafakari. Linatoka barua ya mtume Paulo kwa Timoteo, barua ya pili ya mtume Paulo kwa Timoteo sura ya tatu mstari wa 14 mpaka sura ya 4 mstari wa pili. Sasa niende somo la injili ambalo kwa Jumapili yetu ya 29 inatoka Injili ya Luka sura ya 18 mstari wa kwanza mpaka wa nane. Luka sura ya 18 mstari wa kwanza mpaka wa nane. Nasoma. Yesu aliwaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea endea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa, alafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa si mchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kale dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateuli wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Na waambia, atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Neno la Bwana. Labda kwanza niwajulishe tu kidogo. Wakati wa Yesu hata baada ya Yesu, mahakimu au makadhi, hali ilikuwaje? Wakati huo walikuwa ni watu ambao wanatoa haki kwa watu, wanasuluhisha migogoro, kama labda mahakimu wetu wa siku hizi wanavyofanya. Lakini kwa wakati ule hao makadhi au mahakimu walionekana kwamba si watu wema katika jamii kwa sababu walikuwa pengine wanachukua rushwa na wakati mwingine vile vile walikuwa hawatoi haki. Na ukisoma historia wakati ule juu ya hao makadhi, wanasema kwamba wakati ule wa Yesu makadhi walikuwa hawako tayari kusikiliza kesi inayoletwa na mjane au mtu ambaye ni masikini, kwa sababu walikuwa wanajua huyo mjane au masikini hata kuwa na uwezo wa kutoa kitu chochote. Na utaratibu ulikuwa siku zile, kabla ya ukiwa na shida, kabla ya kwenda kwa hakimu nyumbani kwake wakati ule au kwenye ofisi yake, ulikuwa kabla ya siku chache, moja au mbili, unatanguliza una fedha, alafu kwa hiyo anajua, kumbe huyu mtu anayekuja kuja tayari ameshatoa kitu fulani, kwa ukienda ukamkuta msaidizi wake au ukarani wake, basi atakuhudumia, basi na baadaye unaonana na hakimu. Lakini ukija ni mjane au masikini kwa vile kutoa chote, yule msaidizi wake atakwambia njoo kesho, atakwambia hakimu amesafiri, atakwambia hakimu ana kesi nyingi, utazurura pale mpaka unakata tamaa, kama ni mchana wa masikini. Kumbe siri ambayo waligundua wajane ilikuwa ni hii, ili apatiwe haki yake kama amedhulumiwa, ana kesi fulani, ni kwenda pale bila kukata tamaa. Leo anaenda anasema yupo amesafiri au yuko na kazi nyingi, kesho anaenda, mpaka yule sasa kadhi anaona sasa ni kero, anaamua kumpa haki yake, kama Yesu alivyotoa mfano huu. Huyo Yesu alipotoa mfano huu, wale wasikilizaji wake walimuelewa haraka sana wali haki, kwa sababu ndio mazingira waliokuwa nayo. Kumbe haki wakati ule ilikuwa ni shida sana. Sasa Yesu alitoa mfano huu kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Yaani kama yule e, mjana alivyokuwa anaenda namuomba akimu yule kadhi haki yake, amfa ampe haki yake amtendee haki yake kwa kudhulumiwa kwake au kwa shida yake, na sisi kwamba inabidi tufanye hivyo. Sasa, nasema Mungu kwa wema wake hataweza kusikiliza sala zake. Fikia kama kadhi ambaye ni binadamu anafanya hivyo anaona ni kama anakerwa ana, ana, ana mpaka anatoa haki. Je, Mungu ambaye ni Mungu na sisi watoto wake anatupenda, atatupa yale tunayomuomba? Na ndio maana tunaambiwa katika Mathayo sura ya sita anatuambia kwamba tusali daima na tunaposali tujifungie kwenye chumba chetu cha ndani. Maana yake sio kwamba chumba cha ndani ya nyumba yako, ndani ya moyo wako wenyewe tolee Mwenyezi Mungu maombi yetu, shida zetu, shukrani zetu, sala zetu katika ujumla wake, na tusipate yani, tusikate tamaa, udumifu katika sala. Na tukiwa na udumifu, tutaona nguvu ya sala, na bila shaka nawe umeishashuhudia katika maisha yako. Unaweza ukajitafakari siku za nyuma, mara ambapo kweli unaona kwamba hapa ni nguvu ya sala, ni Mungu ameingilia kati katika tukio hili katika maisha yangu katika shida hii niliyokuwa nayo au hata katika shughuli zangu, ni Mungu ametenda muujiza, ni sala zangu labda nimezeleza kwa Mwenyezi Mungu, na yeye akanionea huruma, akanisaidia. Kumbe tuwe kama wale jani, huyu ambaye amkata tamaa aliendelea kusali na Mungu ataendelea kwenye kusikiliza sala zetu. Ili tunapomaliza kusali tuseme kwamba Mungu mapenzi yake yatimizwe. Kadri ya Katalia, mapenzi yako si kadri ya mapenzi yetu, ili sala zetu ziendelee kusikilizwa na Mwenyezi Mungu kama mwenyewe anavyoona tunastahili. Na pengine vile vile tuendelee kuombeana, tuwe na moyo wa mapendo, kuombea watu wengine, kujiombea wenyewe, na Mungu tuzidi kumwomba asikilize sala zetu. Na kukumbusha kusubscribe na kukumbusha na kushare ujumbe huu. Na kama una swali lolote, basi unaweza ukatuuliza au kama unaweza kushirikisha lolote kadri ya unavyoona ulivyoguswa, au maisha yako ya sala yakoje, tuasiane. Na Mwenyezi Mungu akubariki katika yale yote mema unayo yafanya, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Tumsifu Yesu Kristo.